Tayari kwa upande wa muda ni saa sita kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Redio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemela na kwanza ni muhtasari wake. Tume ya haki za binadamu na utawala bora imesema inaanza kufanya uchunguzi kufuatia vurugu zilizojitokeza wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Baadhi ya wanufaika wa mikopo ya halmashauri kundi la watu wenye ulemavu ilani Nyangwale mkoani Geita waishukuru serikali kwa kuwapatia mikopo hiyo. Na waasi 19 wa kundi la M23 wamejisalimisha jana kwenye makundi ya wazalendo katika tarafa ya Lubero mkoa wa Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Dodoma. Tume ya haki za binadamu na utawala bora imesema imepanga kuanza kufanya uchunguzi wa kina kufuatia vurugu zilizojitokeza wakati wa uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 mwaka huu ambazo zilisababisha vifo vya raia pamoja na uharibifu wa mali za umma na binafsi. Akizungumza na waandishi wa habari jana jijini Dodoma, mwenyekiti wa tume hiyo jaji mstaafu Matthew Mwaimu amesema lengo la kufanya uchunguzi huo ni kuishauri serikali ili kuweza kudhibiti matukio kama hayo katika chaguzi zijazo. Aidha, jaji mstaafu Mwaimu amesisitiza kuwa matukio ya aina hiyo hayawezi kuvumiliwa katika jamii inayothamini amani na utawala wa sheria kwa namna yoyote ile. Matukio ya namna hii yaliyotokea hayapaswi kuungwa mkono kwa sababu yanavunja amani katika nchi na yanavunja usalama wa wananchi vilevile. Sisi kama tume, kutokana na matukio haya, tumeamua kufanya uchunguzi wa kina na tumekwisha jipanga katika jambo hilo, ili tuweze kuona ni maeneo yapi ambayo, kwa kuangalia matukio yaliyojitokeza, tume inaweza kutoa ushauri kwa serikali na vyombo vingine kwa madhumuni ya kutaka kuendelea kulinda amani katika nchi yetu. Pia tume ya haki za binadamu na utawala bora imewataka wananchi kuendelea kuzingatia misingi ya katiba, sheria na kanuni za nchi ili kuhakikisha maisha yanakuwa ya amani. Kilimanjaro, kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro SSP, Simoni Maigwa amesema hakuna ripoti yoyote ya mauaji au majeruhi kwa raia au askari mkoani humo kufuatia vurugu zilizoripotiwa wakati wa kipindi cha uchaguzi. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda Maigwa amesema kuwa hadi sasa watu kumi na moja wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kuchochea vurugu. Aidha, amesema hali ya usalama katika mkoa huo imerejea kuwa tulivu na jeshi la polisi linaendelea kufanya doria kuhakikisha amani inaendelea kudumu. Pia kamanda Maigwa amekanusha taarifa zilizoenea mitandaoni zikidai kuwepo kwa vifo vilivyotokana na maandamano katika mamlaka ya mji mdogo wa Himo akisisitiza kuwa taarifa hizo si za kweli. Nyangwale Baadhi ya wanufaika wa mikopo ya halmashauri kutoka kundi la watu wenye ulemavu wilayani Nyangwale mkoani Geita wameshukuru serikali kwa kuwapatia mikopo itakayowasaidia kuendesha shughuli zao za kiuchumi. Bwana Emmanuel Joni na Saleh Haruna wameeleza hayo baada ya kupata mkopo kutoka halmashauri wa asilimia mbili wa kundi la watu wenye ulemavu katika asilimia kumi ya mapato ya halmashauri ambayo hutengwa kwa ajili ya vijana wanawake na wenye ulemavu. Wamesema mkopo huo utasaidia kukuza shughuli zao na kuongeza kipato. Nashukuru sana kwa sababu serikali imeweza kukumbuka kwamba kuna makundi maalum na yenyewe yanapaswa yahudumiwe wakakubali kutoa mikopo kwa asilimia mbili kwa watu wenye ulemavu. Nimepata mkopo wa shilingi milioni tano kwa sababu ya kuendeleza mradi wa uchomeleaji welding. Mimi ni fundi wa kuchomelea nachomelea madirisha, vitanda, milango na kadhalika. Mimi kikundi changu ni cha peke yangu kama mlemavu. Ni kikundi ambacho kinaitwa kikundi cha Salea Haruna radi ambao ni mradi wa ufugaji kuku wa kisasa. Kupitia mkopo huu wa milioni tano ambao nimeipata nitakwenda kutanua mradi wangu wa kuku, lakini nitatanua mabanda, lakini nitaacha akiba. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Nyangware Grace Kingalame amewataka wanufaika wa mikopo hiyo kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kutimiza malengo ambayo wamejiwekea badala ya kutumia fedha hizo kinyume na malengo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Lubero. Waasi 19 wa kundi la M23 wamejisalimisha jana kwenye makundi ya wazalendo katika tarafa ya Lubero mkoa wa Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msemaji wa makundi ya wazalendo katika mkoa wa Kivu Kaskazini, bwana John Mahangaiko amesema waliojisalimisha ni askari wa zamani wa jeshi la taifa ambao walilazimishwa kujiunga na kundi la M23 mwezi Machi mwaka huu. Aidha, bwana Mahangaiko amesema wanaendelea kuwasiliana na kundi jingine ambalo litajisalimisha hivi karibuni na kutoa wito kwa makundi yanayomiliki silaha kusitisha mapigano dhidi ya wananchi. Kwa upande wake, mmoja kati ya askari ambao wamejisalimisha, Kaporari Mulamba amesema wameamua kujiondoa kwenye kundi la waasi wa M23 baada ya kutopata kile walichoahidiwa na viongozi wa kundi hilo. Bujumbura, shirika linalotoa msaada au hamasa kwa Warundi kubadili mienendo yao kwa ajili ya kufikia maendeleo endelevu Pulsem limesema Burundi ni taifa lenye rasilimali na, taj... na utajiri wa kutosha ingawa linakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa nyenzo za kujiendeleza kiuchumi. Mkurugenzi wa shirika hilo Bwana Faustini Ndikumana amesema fedha nyingi zinazoingia katika benki za kibiashara pamoja na benki kuu ya taifa zinaweza kutumika kuwekeza kwenye miradi yenye tija kwa maendeleo ya taifa. Ameongeza kuwa iwapo fedha hizo zitatumika ipasavyo katika ununuzi wa bidhaa na huduma za uzalishaji Burundi inaweza kupiga hatua kubwa katika kukuza uchumi wake na kupunguza utegemezi wa misaada kutoka kwa wafadhili. Taifa la Burundi lina utajiri wa kutosha unaoweza kusababisha taifa hilo kupata maendeleo na kufanya wananchi wake kuishi vizuri. Matatizo yanayotesa Warundi ni matatizo ya kupanda kwa bei za bidhaa kwenye masoko. Na tunaomba serikali kusuluhisha tatizo hilo. Suala la kusaidiwa na Benki ya Dunia hata na nchi nyingine zinafanya hivyo ili zisaidiwe. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora imesema inaanza kufanya uchunguzi kufuatia vurugu zilizojitokeza wakati wa uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka huu. Baadhi ya wanufaika wa mikopo ya halmashauri kundi la watu wenye ulemavu wilayani Nyangwale mkoani Geita wameishukuru serikali kwa kuwapatia mikopo hiyo. Na waasi 19 wa kundi la M23 wamejisalimisha jana kwenye makundi ya wazalendo katika tarafa ya Lubero mkoa wa Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waza Wazua